Yeye ndiye mtu sijui mkubwa hapa. Kama Mwai Kibaki hakuwa na maringo, kama Uhuru Kenyatta hakuwa na maringo, viongozi ambao walitufanyia mambo makubwa. Who are you? Wewe ni nani? hatemfanyi kazi. Mimi nimekuwa mwalimu wa university for over 14 years. Ulikuwa unaiba mahindi ya relief huko, unaongelesha nani wewe? Mimi nimefunza Kenya na ng'ambo. Wewe ukiiba mahindi ya wananchi ya msaada ya maskini, unaiba ukiwa. Dio, niseme nisiseme? Niseme, niseme. siku ile viongozi wetu Uhuru Kenyatta walishikwa na mzungu wakapelekwa na William Ruto, mimi nilifuatana nao huko, na nikawambia nyinyi mtarudi nyumbani na mtaongoza Kenya. Walirudi hawakurudi? si rais Uhuru alikuwa rais wa nne? Si Rais Ruto alikuwa rais wa tano. Mimi nimekuwa Senate miaka kumi. Mimi nimekuwa Deputy Speaker, nimekuwa Majority Leader, nimekuwa Interior Minister, nimekuwa vitu mingi. Wewe ni one term MP.